Askofu Dkt Edward Mwaikali aliyewahi kuwa askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Konde na baadaye kujiondoa kisha kujiunga na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Afrika Mashariki KKAM Dayosisi ya Nyanda za Juu amesema ubaguzi wa kijinsia kwa wachungaji wanawake ndio sababu za yeye kujiengua kanisa hilo na kuanzisha Kanisa jipya la Kiinjili la Kilutheri la Uamsho Tanzania KKUT. Askofu Dkt Edward Mwaikali ameyasema hayo katika ibada ya kuwabariki wachungaji wanne wanawake iliyofanyika Usharika wa Makuyu, wilaya ya Kyela mkoani Mbeya. Watumishi wa Mungu, wachungaji wanawake walibaguliwa sana tulipokuwa kule, hawakutambuliwa kwa, kwa maana wao wanaweza wakawa makuhani, wanaweza wakaongoza madhabahu. Na ndugu zangu, tulipokuwa tukiingia kule, tuliingia na wachungaji wanawake lakini tuliingia wakitupokea kwa shingo upande, wakisema kwamba hata kama tunawapokea lakini msiwapatie sharika. Lakini ndugu zangu, ni kwa mvutano na kushauriana wakakubali kwa shingo upande kwamba baadhi ya wachungaji wanawake wapewe sharika, lakini wao hilo haikuwa hiari yao, na wakatuwekea tena kikomo kwamba tusimbariki mwanamke yeyote yule na ndio maana toka tulipoingia KKAM tumekaa miaka mitano na hatukuweza kumbariki mchungaji yeyote mwanamke. Lakini Bwana anayefanya njia pasipokuwa na njia amefanya njia, tumeingia kwenye jengo letu. Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, nyumba ya mwingine ni nyumba ya mwingine Amen. Na hasa nyumba ya kupanga nyumba ya kupanga, huna uhuru nayo. Nyumba ya kupanga, kwenye nyumba naweza kusema leo hakuna kula kitimoto, tutakula dagaa na mtafuata hivyo, kwa sababu ni nyumba ya kupanga. Na ndugu zangu, na ndio maana ilipofika wakati tukasema sasa yatosha, pamoja na figisu nyingine zote ambazo walitufanyia matendo mengine ya ukatili waliotufanyia, tukasema sasa yatosha Haijarishi tutanzeje, lakini tuhamie kwenye nyumba yetu. Hebu mpige Bwana makofi. Bwana asifiwe. Kwa mtu yoyote mwenye akili, Baba anapokwambia kwamba hii ni nyumba ya kupanga, inabidi uelewe kwamba hii ni nyumba ya kupanga. Usipoelewa kwamba hiy ni nyumba ya kupanga, basi akili zako zinahitaji kupimwa. Na Baba anaposema sasa tumeshapata nyumba ya kwetu, hebu twende kwenye nyumba yetu, alafu baadhi ya watatawasema tutabaki hapa kwenye nyumba ya kupanga unahitaji kuwaombea vile vile. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu sana sana, tena kwa machozi mengi ya furaha, kwamba metupa kanisa hili, kanisa la kwetu sisi wenyewe, kanisa la Kilutheri wa Uamsho Tanzania, kanisa ambalo linaanzia Mbeya. Haleluya! kanisa kanisa la KKAM lilianzishwa kule Moshi na makao makuu yako Moshi na linamilikiwa kule Moshi, lakini hili la kwetu kanisa la Kilutheri na Uamsho Tanzania limeanzia huku Mbeya, nila huku Mbeya, nila kwetu huku Mbeya na makao makuu yetu yako Mbeya. ndugu zangu mama yako aliyekuzaa, kama una akili timamu, mama yako aliyekuzaa, haijalishi haijalishi ikoje, inabidi umpende kwa sababu ni mama yako, kwa sababu ni mama yako. Cha kwako ni cha kwako. Mimi nilipokwenda Ulaya siku moja, nikasema kwa nini sikuzaliwa huku Ulaya? lakini baadaye nikatubu, nikasema hata kama ningependa kuishi Ulaya na kusema ni wa Ulaya, lakini mimi nimezaliwa Kyela na nyumbani kwetu ni Kyela na mkoa wa Mbeya, huko Osebe, lazima nikupende hata kama kuko bila kufanana Ulaya, kwa sababu kwako ni kwako, nyumbani ni nyumbani. Haleluya kanisa, ndugu zangu, wilaya hii sasa ya Kyela, kwa mfano wilaya hii ya Kyela ina makanisa mawili makubwa tu tena ambayo anecha na watoto wetu wa Kiera tunalo kanisa la kinjili la kimoreviani Tanzania, halafu la pili la pili kanisa kubwa la pili ni kanisa la kiruteni la uamsho Tanzania huko Kiera. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na sisi Mbeya katika makanisa ya kiruteli na sisi tumo, katika mkoa wa mbeya tumo, katika mkoa wa iringa tupo, katika mkoa wa songwe tupo Dar es Salaam, tupo. Ndugu zangu, tunasonga mbele. Wamelikawakesare wamesema, walidhani kwamba tunafanya nini, kutakufa. Lakini kumbe, tufaa tunaendelea kuishi. Hebu mpigie Bwana makofi! Haleluya! Bwana asifiwe. Niwaombe sana ndugu zangu wachungaji, niwaombe sana wachungaji wangu, tushikamane, tupendane, tuheshimiane. Mkubwa uheshimu walio chini yako, kwa sababu huwezi kuwa mkubwa kama hawapo walio chini yako. Lakini sasa mimi ninaamini kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu kwamba tuondoke KKAM ili Mungu Mungu atenganishe atenganishe atenganishe mchele na jamani yeah. E, Mungu atenganishe mchele na jamani yeah. Ilikuwa ni mpango wa Mungu, ndugu zangu, ninawaomba sana wa Kristo, mtuombee sisi viongozi wenu, mutuombee sisi wachungaji wenu, mtuombee ili kanisa hili ambalo Mungu ametupa kwa neema tu lipate kukua lifike Tanzania nzima. Sema amini kwa Bwana. Ofisini kwangu limepokea barua nyingi za maombi kutoka maeneo mbalimbali, ambao wanatamani kujiunga na kanisa letu la na uamsho Tanzania, na linayo furaha kuwambia hapa ndugu zangu kwamba mchakato wetu wa usajili unakwenda vizuri. Tumepata kibali cha kuabudu kwa muda na tuasubiri usajili wa kudumu na wenyewe tutapata hivi karibuni. Hebu piga makofi kwa Bwana, haleluya kanisa. Leo tulipokwenda pale kwa OCD, mtu mmoja pane akasema katika lenyewe hatulijui na hatujui kwamba limesajiliwa, hatuweze kusimama na kanisa ambalo haijasajiliwa. Lakini kawaambia kwamba nenda ofisi ya msajili, ukajione kazi ambayo inaendelea na kibali cha muda ambacho tunacho, wakanyamaza kimya. Ndugu zangu, naomba nishie hapa, muda wetu ni mchache, lakini na furaha sana. Mwambie jirani yako, mwambie nimefurahi kwa kuona tena Mwambia tena aambia, nimefurahi kukuona tena. Mwambia nimefurahi kwamba tuko pamoja. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, mimi ninayesimama hapa, hata kama Mungu ataniita kwenda kupumzika kwa Baba, ninaomba sana kwamba mbegu ya uamsho ndani ya kanisa hili izidi kusonga mbele, izidi kukua. Nini kauli ya baadhi ya wachungaji ambao nao ni miongoni mwa wachungaji waliojiondoa kutoka Kanisa la KKAM? Naitwa mchungaji tu Jamoni Mwandosia. Kwa ujumla nimefurahi sana kwa ajili ya ubarikio wa leo, lakini pia ninasema asante sana kwa sababu tumeingia katika Kanisa la KKUT ambalo ni zuri sana. Sisi wanawake kama wanawake tumebarikiwa, lakini kasi tu kuepo, lile tulizuiliwa kubarikiwa, lakini tuko huru na tunaendelea kufanya kazi ya Mungu sasa sana mapenzi ya Bwana. Kweli atukupenda mtumishi wa Bwana. Tukulipenda sana hilo. Na alikutubariki kama wanawake. Maana kanisa ni wanawake. Na wanawake tuko tuka, KKKT wanawake wamebarikiwa. Lakini kufika kanisa la KKAM tukawa tumezuiliwa. Kwa kweli tumefanya kazi katika kwa moyo lakini kwa tumefanya kazi vizuri lakini kwa moyo lakini bado huku tulikuwa na shida ndani ya mioyo yetu, kwamba sisi wanawake, kwa nini tunafanya kazi nzito, lakini kwa nini tusibarikiwe? Tunamshukuru Mungu kwa kuingia katika KKUT, tumebarikiwa na tunafurahi kwa ujumla. Yani, ni kweli, tutasimama tutahubiri injili sawasawa na jinsi ilivyokuwa tunahubiri huko nyuma, kwa sababu tutakuwa huru kufanya kazi ya Mungu bila hata kinyongo, bila kufanya nini, maana vitu vya makuani wakasema sisi tusifanye kule tuko kwa KKAM lakini, huku tuko huru kufanya kazi ya Mungu ya madhabahuni tena kwa raha zote. Johnston Andwilile mwa Mbaya. Aa, baba askofu amefanya tendo moja kubwa sana eh, ili tendo lililofanyika kwenye kanisa letu jipya na ndio lilikuwa linatafutwa. Tulipotoka KKKT, tamaduni za wanawake kutumika madhabahuni zilikuwa zinaendelea lakini tulipoingia KKAM ambao ulikuwa ndio mwamvuli eh, kidogo tulikutana na katiba ambayo inazuia huduma kwa wanawake. Kidogo ilileta shida hata kwenye utumishi, hata wale wanawake tuliohama nao walipata shida sana kutumika. Lakini baba askofu alipoamua kujiondoa na dayosisi kujiondoa KKAM na kusajili kanisa jipya E, kanisa la KKUT kidogo ameona rudi kwenye ile tamaduni ya wanawake kutumika, kwa sababu Mungu hana ubaguzi katika huduma kwao. Tumeliona sisi kama wachungaji wanaume tumeliona jambo hili ni jambo kubwa sana, na tunaamini hata wenzetu walio nyuma, tulioacha kule nyuma ya KKT watakuwa wamelifurahia sana jambo hili, wengi wao, kwa sababu tulivyokuwa KKAM E, wali, kilikuwa ni kigezo ambacho wanatusema kwamba tuko kwenye kanisa ambalo e, linabagua jinsia kwao. Tulikuwa kidogo pia tunaona shida kwamba kwa nini tuwabague wanawake katika utumishi, lakini baba askofu kwa sababu ameona kwenye hili kanisa la KKUT arudishe misingi ya huduma kwa wanawake na wanaume tumeliona ni jambo jema sana. Ni miaka mitano sasa tangu mgogoro mkubwa kuibuka kanisa la KKKT dayosisi ya Konde uliosababisha baadhi ya wachungaji na no waumini kujiunga kanisa la KKAM ambalo nalo limepasuka, ili hali wachungaji wengine wakianzisha makanisa mengine. Kutoka hapa usharika wa Makuyu wilaya ya Kyela mkoani Mbeya, mimi ni Ezekeli Kamanga.